sana watoto wetu awali ya yote mi napenda nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema yeye ndo anatupa fursa ya kuweza kuonana lakini mheshimiwa leo nimekuja na salamu za kipekee salamu za upendo kwa ajili ya watoto wetu hawa kwa hiyo nilipewa maelekezo na hizi zawadi zimetoka moja kwa moja kwa mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania amenituma nije nilete zawadi hizi, akitambua uwepo wa watoto hawa. Anataka watoto wake wafurahi kama watoto wengine wowote kwao. Tumekuja kukabidhi, kuna zawadi za mbuzi kama wanavyoonekana hapo, lakini tuna mafuta ya kura, tumeleta sabuni, tumeleta sukari, tumeleta mchele, lakini watoto hawa watashushiwa soda na maji, ili mradi basi sikukuu yao ya Eid iweze kwenda vizuri kwa kwa maana ya kuthaminisha kwa vyote ambavyo vitakabidhiwa leo ni vina jumla ya shilingi milioni mbili mili na laki tano. Kwa hiyo, kwa namna ya kipekee, kwa heshima na taadhima, babangu naomba nikukabidhi. Nichukue fursa hii kushukuru sana kwa mkuu wa mkoa kwa kutekeleza hilo lakini pia nimshukuru sana mheshimiwa Rais kwa kuona kwamba na yeye ameguswa na vijana wetu madarasa na vijana wetu hawa tunaowalea katika mazingira ambayo Mwenyezi Mungu ametuwezesha. Lakini na yeye Mungu amempa huruma, amempa mapenzi, ameona bora na yeye ashiriki kuwafariji, kuwatia ari na kuwaona kwamba wanao wazazi zaidi ya wazazi ambao Mwenyezi Mungu aliowafikani. Kwa hivyo nichukue fursa hii nikushukuru sana kwa mkuu wa mkoa kwa kutekeleza hilo.